Asalamu alaykum uh, mana yesu asikiwe uh, karibu kwenye chaneli yangu ya Kibuti TV au Kibuti TV na siku ya leo ningependa nizungumzie ama niongelee kuhusiana na suala la kuhusiana na hizi platforms ambazo watu umekuwa tukijiunga nazo mara kwa mara tukiamini ya kwamba zina pesa na tukiamini ya kwamba uh, hapa ndo tunakwenda kutoboa, kutokana na, na ahadi nyingi ambazo uh, hizo platform zinakuja nazo, au kwa majina mengine watu wanaviita ni vyama vya upati. Umeoneka pesa, pesa inazalishwa, unapata faida yako, na imekuwa ni mfululizo wa miaka mingi sana wa Tanzania na zimekuja platform nyingi nyingi nyingi sana ya, ya, ya, hadi sasa hivi, yani, kutokia, ya ni ya karibuni miaka ni kama miaka ishirini toka tukianza kutokea tokea masuala ya desi. Ukipiga hesabu ni miaka ishirini inaweza kufika, baada ya desi wakaja wengine wengine wengi hapo kati, na jinsi ambavyo teknolojia inazidi kuwa kubwa, zikaja sasa hizi smartphone, wakatetea sasa hizi za uwekezaji kwenye smartphone ambazo hizi ndo zimekula watu sana, zimekula sana na zimewatajisha sana hawa majamaa ambao wanatengeneza haya maplatform uh, kwa sababu ukipiga hesabu uh, una uwezo wa kuidharau ile shilingi elfu kumi unaweka unaoweka ukaona ndogo uh, ukaona ndogo. Lakini sasa ukipiga hesabu uh, uh, wao ni wanapataga watu zaidi ya mia tano mpaka elfu huko, watu wengi wanajiunga wanaweza kufika hata milioni kwa sababu ni hatuna listi zao ya kwamba ni watu wangapi ambao wamejiunga. Lakini, lakini, lakini, lakini, lakini, ukipiga hesabu elfu kumi ukazidisha kwa pesa, ni pesa nyingi sana. <tipisa> Na hiyo nimezungumzia tu elfu kumi kwa sababu wanakuwa na vifurushi, unakuta kuna elfu kumi, labda kuna thelathini, kuna, kuna laki kuna milioni, na watu wanajiunga ili wapate faida uh, ukweli ni kwamba uh, zinapoanza zikiwa mwanzoni watu wanapigiaga pesa, uongo zambi. Mimi pia nimekuwa mdau wa hizi kitu. Uh, nimezicheza sana mwanzoni mwanzoni, watu wanapiga pesa, lakini kitu ambacho uh, watu hawakifahamu ni kwamba ni lini zinakufa, kwa sababu wanapoanza kule wanakueleza ukweli kwamba hii imeanza tarehe ngapi. Uh, wanakueleza ukweli kabisa. Mfano nikifungua pamoja hapo, nifungue balbu hapa. Uh, hizi ndo ambazo zinavuma mwaka huu, nimeziweka hapo kwenye listi. Ukiangalia hii balbu uh, uh, inaonyesha kwamba welcome bado na imeanza tarehe kumi na moja mwezi wa tatu ishirini na tano. Natumbukia ya kwamba uh, uh, wiki mbili zilizopita wiki mbili tatu zilizopita kuna ile ambayo ilikuwa iko mbea wale nini, nini wanaitwa walipiga watu pesa wakakimbia. Haya, wiki iliyopita inaitwa FIC na nyewe hivyo hivyo imekuja imepiga watu ikasepa. imetoka FIC uh, wamekuja kubadilisha mfumo tu, wameleta tutena nyingine inaitwa inaitwa, uh, sorry hoja nifunge hii alafu nikuonyeshe, nikuonyeshe hizo zingine. Hizi hapa imekuja hiyo KFE, yenyewe hii bado inapiga kazi, haijafungwa lakini aila kimbia lini umwacha huyo, zikaja hiyo uniform, uh, uh, unicorn na yenyewe ipo bado inapiga kazi. Kuna huyu mwingine anaitwa piga ai. Huyu yeye jana ileta shida, watu wakajua washapigwa, ilifungwa. Lakini baadaye webu ikarudi, imefika mida fulani tena ikafungwa, alafu ikarudi. Leo im, uh, imefungwa huku mara mbili. Ni wanabadilisha linki, wanabadilisha linki, wanadai kwamba link ili akiwa anabadilisha link analeta link nyingine watu wanaingia, lakini akishatokea hivyo kwamba pesa hazitoki. Sasa watu wanatoa pesa, pesa hazitoki. Sasa kuna liku, watu wengine wanazidi kualika watu wengine wa join. Hiyo sio sawa. Sasa mimi kutokana na uzoefu wa kujiunga kwenye haya ma platform mara kwa mara, kuna vitu ambavyo nilivigundua kwamba hizi ikishafika hatua fulani, basi hii ni dalili ya kwamba hii kitu inaenda kupotea ama hii kitu inaenda kufungwa. Sasa ni, uh, ili kumalizia, ili isiwe video ndefu sana ikakuchosha akili, nizitaje hizo dalili ambazo uh, zinaashiria kwamba hii platform sasa inakwenda kudedi. Ya, dalili mojawapo ni miamala kuanza kuchelewa, yaani ukiona kama wakwambia wa, wa, miamala yao inachukua ndani ya dakika thelathini sasa hivi inachukua lisali moja ama siku nzima, unajua hapo ni dalili ya kwenda kupotea. A, tatu a, mbili ukiona wanaanza kusema sijui miamala in, inachelewa sijui kwa sababu watu wanatoa wengi, sijui nini na nini, hapo ujue hii inakwenda kupotea. Na ya tatu, ukiona mfano walianza wanasema kwamba minimamu ya kiingilio kiwango cha chini ni shilingi thelathini. Alafu gafa wanabadilisha wanasema sasa hivi tumefungua mpya, unaweza kuingia kwa shilingi elfu kumi. Hujue hiyo ni dalili ya mwisho mwisho. Wameona hizo za elfu thelathini awapate watu wengi, kwa wanapunguza dau ili wapate za shilingi elfu kumi kumi watu wawe wengi, wapige pesa hao wasepe. Na dalili nyingine ya nne ni hiyo ya kuona kwamba magrupu Uh, magrupu yanafungwafungwa kwenye chat. Kwa sababu wakishana nipo anakuwa na magrupu ya WhatsApp, ushaona grupu linafungwafungwa chati zile, ujue kwamba uh -huh, kimenuka, wanafunga ili msione wenzenu wakilalamika miamala yao kwamba imetoka. Hizo pia ni dalili eh, toka nyingi na wakati mwingine linachelewa uh, miamala wanawaidi kwamba kuanzia miamala itaanza kutoka, alafu uh, uh, inafika i, i, i, itafika tarehe miamala haitotoka, wanakutajeni vile kuwatia moyo ili muendelee kuleta wengine. Sasa jiulize, miamala ikileta shida inaleta shida kwenye kutoa pesa tu, ila kuweka pesa ah, haikatai miamala. Nani wanaweka pale? Miamala inaendea kusoma, mmeendea kuweka pesa, lakini wanafanyaga hivyo, wanakusanya, wanafunga, ifika mahali wanazima kabisa ya, na system mazima basi. Uh, video zinazofuata nitazungumzia hizo platform hizi ambazo ziko, ziko active moja moja, namna zinavyofanya kazi, namna ambavyo wanatengeneza uh, pesa kupitia hizo hizi platform uh, na namna ambavyo wewe ukitaka uwekeze utawekeza. Lakini ushauri wangu ni mmoja tu, kama t utawekeza wekeza kile ambacho uko tayari kukipoteza. Usiwekeze pesa ambayo ukipoteza utalia ama utaumia. Weka ile pesa ambayo haitokuumiza, haito kuumiza. Alafu na usiwe na tamaa, ukipata faida kidogo toa, yani toa mtaji wako weka pembeni, acha pesa yao zungusha pesa yao. Pili, ukimwalika mtu mweleze ukweli kwamba hii bana mimi sijui naku swala ya kuambia haifi haifi ipo, alafu mtu wa watu anaingia leo, inafungwa kesho, atakulaumu pesa yake ikipotea. Asante sana kwa kunisikiliza, tukutane At... kwa video zingine. Naomba usisahau kulike, kusubscribe na kushare. Asante sana.